na wasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki wa mafunzo, mosi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo hapa kukia wazima na afya njema kwa ajili ya kushiriki mafunzo muhimu ya watendaji wa vituo yaani wasimamizi wa vituo Brakewa, wa wa kuma. Kuma na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunawashukuru wote kwa kuitikia wito wetu na kufika hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo yatakayofanyika kwa siku mbili kuanzia leo tarehe 26 hadi tarehe 27 Oktoba 2025. Ndugu washiriki wa mafunzo, pili, kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mliyoteuliwa kwa, kwa nafasi ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa wasaidizi wa vituo pongezi sana napenda kuwakumbusha kuwa mpenzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha sabini na sita t cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka ishirini na nne ni vema mkatambua kuwa kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya sabini na nne sita ya katika jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba

uchaguzi wa rais na wabunge jamhuri ya Jamhuri ya Muungano na majiwani kwa bara kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika kituo cha kupiga kura mtakavyo pangiwa. Ndugu washiriki wa mafunzo, dhamana mnayobeba ya kusimamia zoezi za kupiga kura na kuhesabu kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na majiwani kwa Tanzania bara ni makubwa, nyeti na muhimu kwa mstakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa haja hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo ambapo kutakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo mia sita ishirini na tatu watakaofanya shughuli katika kata 34 za halmashauri ya wilaya ya Masasi. Ni vaegeziwa kuwa jumla ya maranda sita ita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 kwa mara ya kwanza kwa ni matengeneo yanu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoezi. Kwa upande wa wazoezi, mtatumia fursa hii kukiongezea maarifa mapya ya kupakishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo wote, tunafahamu kuwa uchaguzi mchakato unaojuluihajumuisha hatua za taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo upaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura na kuendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndipo yanapoanzia. Hatuwa na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huu wa haki na hatimaye kupunguza na kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wa wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi kuwasa kuwa pamoja na uzoezi ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi Nisiaje kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza watubahani, napenda kusisitiza yafakaa somee kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine, pengine yatakuwa na changamoto za ili kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ja ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hivi na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo nitakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi vitakavyokabidhiwa mna vihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. Hakikisheni mnafika mapenda mapema iwezekanavyo katika vituo itakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa kupiga kura kufika yaani saa moja kamili asubuhi na vituo vya kwa vituo vya ulaiani na kada ya sambili asubuhi kwa vituo vya magereza na vituo vya mafunzo. Mini ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalumu watakapofika. Tuone kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri utahitajika, kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu, na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupiga kura ya mwaka elfu mbili ishirini na tano. Mwisho kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha ishirini cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba mbili ya mwaka ishirini ishirini na nne kinasema, mkuu kwa mujibu wa sheria hii mtumishi aliyeajiriwa aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi, kwa kipindi chote atakacho kuwa anatekeleza majukumu ya tume huru ya taifa ya uchaguzi, atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na majiwani namba moja ya mwaka ishirini ishirini na nne na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume, mwisho wa kunukuu. Nimenukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonyesha mambo manne yafuatayo: kwa mosi, kwamba tangu siku ya uteuzi huu ninyi ni watumishi wa tume huu ya taifa ya uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu ka kwa tume mtawajibika kwa tume huyu ya taifa ya uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume huyu ya taifa ya uchaguzi kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na si vinginevyo. Kwamba simamieni vyombo vyenu vya kutunza siri na kutitoa au kutokuwa wanachama watama, kasyasa, cha Izo, matako, nindime, yon, uchavu, wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume huu ya taifa ya uchaguzi katika kipindi hiki. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, ni niwasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma, hili ndio ni somo kotu sote katika utekelezaji wa jukumu lililo mbele yetu. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.